Oke, okay, mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, karibu tena. Hii ni six nine media, tunakupa zile ex- exclusive zote ambazo zimeapeni hapa nje pamoja mm -hmm. na ndani hapa, hapa Tanzania call me one -one pipipi. Lakini sipo peke yangu katika kipindi cha leo, iko na adabu 13 nipo hapa adabu 13 bwana yeah kuja kutoa dozi na ikumbuke, leo juma eh? mm -hmm. ni Jumatatu kabisa ambayo tunaianza ikiwa Ramadhani ni ami na hey. nafungaakusema na ah, eh. cha kumi aashangaa hiki cha kumi kimetoka wapi? Labda so ah, lakini ukisema nakuwa mtoto mdogo diwache vitu kama hivyo. Jioni ya leo tuna vitu vya moto kabisa vime happen, kama tunavyojua, Tanzania haijawahi kutupumzisha na vitu vingi ambavyo vinatrendi. Nikuulize ewe mdada ambaye mm -hmm. upo kwenye mahusiano na wanaume wako mm -hmm. umezaa na mwanaume hajakuoa hajafika kwenu hajatoa mahari hajapeleka mzigo wowote wa maana nyumbani kwenu mm -hmm. na bado unaishi ushakuwa mshangazi na bado hujaolewa, unajisikiaje? ah. Unajisikiaje kwanza hapo? Ni unaitwa mshangazi hafu hujaolewa Ah, unajisikia tu vizuri jambo la kumshukuru Mungu. <laughs> labda mnapendana wenyewe. Unajua siku hizi mambo ya kutoana mali ilikuwaga zamani. Unasema achana na mambo hayo. Mali zamani ilikuwa hivi, adabu ukisha mwona binti, mm, uishi naye uzai naye mpaka upeleke chochote nyumbani. Hiyo ilikuwa zamani, mm, lakini kwa saizi mnazadi watoto watano, ndo baadaye Umeona. Ay, umesema we lakini kwa upande wangu wa mimi naamini mwanamke ana uwezo wa kutembea na mwanaume ambaye ameshamuoa au mwanaume ambaye atakuwa yuko tayari kumtolea mahari ama kutoa fedha za maana, kufahamika kujulikana kwao, lakini Ndiyo. sio tu naishi na mwanamke vivi. Nasema hivyo kwa sababu tuna mfano wa wasanii ambao wengi. wengi, lakini mimi kwangu mimi naochukulia huu kama mfano mkubwa, mfano unaoboresha watu wengine yaani Kusa mm -hmm. na Anti Zekiel tangu ufahamu hapo kwenye mahusiano. Ndio. Huu ni mwaka wangapi? Mm, yaani kwa kumbukumbu zangu. Miaka mingi wako wote mingi. Miaka mingi sana. Alafu Ndiyo. Sasa watoto wawili. Kweli? Eh, sasa watoto wawili, uone kama unakuwa mshangazi na bado hajaolewa. Ah, na kweli ni mshangazi na inahuzunisha na kusikitisha. Wewe, oh, unajisikiaje kama mwanamke mwanamke mwenzako sasa ndio yupo kwenye ndoa? Sio mm -hmm. Kwenye ndoa, yupo kwenye mahusiano, hajaolewa. E. Ana kazi ya kutoa vitu tu, anapakua na kupakia. Wewe unajisiaje na, na, na bado umepiga mtoto wa pili juu? Aa, mtoto wa pili juu, afu unajua e, Kusa mm -hmm. na anti Ezekiel ndio hawa wote ni wametoka kwenye mahusiano yao ya zamani. Anti Ezekiel alikuwa kwa mzee Yobo, sasa Kusa Kusa alikuwa kwa kwa Rubi. Rubi. Yeah. Baada ya wale kukorofishana mambo yote kuharibika, uh -huh. Kwa hiyo Rubi akamtafuta mzee Yobo kokote alipo, yeah. bwana eh njo tukae chini, nasi tutengeneze kitu cha kwenda mjini ili wao sasa wafanye nini, wa kama waumize upande wa pili waumie. Basi wakatengeneza, unafikia vilimudu? Hawezi kumudu. Vina muda, utachanganyaje sukari na chumvi na kupata kitu gani? Vina muda kwanza, vina muda basi. Ndio hivyo. Kwa upande wao kule walifeli, lakini kwa upande mwingine huku wakusa na mambo mm. yakawa mambo yanaenda ya ya wanaleta tu vyuma, wanaleta watoto sasa kwenye moja ya maneno ambayo tumesikia Kusa akizungumza yeah. Ndio kwambia, labda hawafahamu, ndio tunawajuza hmm. bwana bwana bwana. Bwana. Kusa huyu ana balaa. okay. <laughs> wanasema hivi mm. jamani mm -mm. adabu, inabidi mm. tuajili kwanza mabodigadi kwa muda mwingine, asijakatukuta mambo mazito, tutapigwa sisi <laughs> oh. Okay, 69 media tunakupa huu ni ubuyu mm. exclusive uwezi kupata popote, Ehe. Zaidi ya 69 media hapa pipipi na adabu yep. Tunakupa hii information ambayo wee ulikuwa uijui ya moto kwamba yeah, anasema hivi, na nukuu, jamani, sio maneno yangu mm-hmm. eh, na nukuu yeah. anakuambia hivi kwamba akioa awezi kufikia malengo yake malengo yake yani, kuna malengo kajiwekea, e kwa hiyo akimoa anti Zeke hawezi kufikia malengo yake. Kwa hiyo Azizikii kamoa mobeso Aziz... eh, Mobeto e, nasema mobeso tena. Jamaa umbea huu <laughs> Azizikii e kamoa Mobeto ndio. Kwa hiyo Azizikii hawezi kufikia. Sasa Azizikii nakusa watu wawili tofauti, umeona? Yani yeye yani naika mfano hapo, kwa mfanoho ni leo azikisi kamoa Mobeto ndiyo. Kwa hiyo kwa, kwa kwa jinsi Kusa alivyomaanisha kwamba mtu kama aziki hawezi kufikia malengo ya yake. Haya. Juksi kamoa Priscilla. Ndiyo. Kwa hiyo Juksi kwa sababu ameweza kufikia malengo yake. Sasa vitu kama a, Manala kamoa Zailisa, kwa hiyo Manala hawezi kufikia malengo yake. Lakini ukiangalia hapo hapo mbona Bilnasi kamoa Nandi? Mbona yeah, maendeleo yamekuja tena zaidi aliyokuwa nayo? Bilnasi kanywa kipara. Tangu wanyoe upala Binasi amekuwa na hela balaa. We, chunguza Binasi tangu wanyoe. Alafu Binasi ana- ana alikuwa ananyoa stari gani stari fulani vya nywele na vindevu. Hey, hey, alafu mwangalie saa hizi, yani kabadilisha kichwani mpaka kwenye ndevu, yaani akikaa hivi unasema kweli, bosi, si ndio huyu mwenyewe. Sasa kwa upande wa Kusah, mimi naona, mm -hmm. kama Kusah eh, mona kama unatuletea una, una mashaka kwa dada yetu Aunty Ezekiel, sista yetu mkubwa sana kwenye Na, yani ni mtu mkubwa sana kwa hey. Watu wengi sana wana kuna wengine lilimodo wao mtu wa modo wake ni, ni sasa, mtu kama Aunty Ezekiel tunamuona mzuri, anavutia tangu kipindi cha Misbongo, hey, hey. Anaigiza Misbongo, Na yu, yani katika um, ukisema uh, superstar wa kike Mm -hmm. Uwezi kukosa kumtaja Aunty Ezekiel, wale wa enzi hizo, mpaka sasa bado yupo kwenye game, anadumu mpaka leo kwenye game na game bado namhitaji, lakini adabu hapo hapo. Unajua, kwa namna fulani tunaweza tukasema Kusah amekosea, lakini kwa namna fulani unaweza ukasema Kusah, kwa upande wake najaribu kuangalia jicho la tatu, si unajua hey. tusiangalie jicho moja, tuangalie jicho la tatu mm -hmm. unaweza ukakuta yuko sahihi, kwa sababu wengi wanakuambia hivi kwamba ukishaoa mm -hmm. ukawa na mama mke ndani yeah. Kuna baadhi ya taratibu au kuna baadhi ya vitu inabidi uviache, twende hapo hapo hapo hapo, ndo unapataka pipi hapa. uh -huh. Eh? Nishano mwanaume na mwanamke, mwana mwana twende eh? Sasa hivi Kusah anakana nani? Kwenye nyumba yake anaishi na mwanamke nani huyo? Aunty Ezekiel. na watoto wake ndani. Ndio sasa akioa, kuna kitu kingine kinabadilika au? Kama sasa hivi kuna siku anaamua alali ndani, analala nje, kuna siku anaamua watoto wapi, huduma pantezeke, ni peke yake kwa sababu mimi sioni tofauti, lakini kuna utofauti kwamba yeye nantezekia sio mke na mume halali, nanielewa ha, hawajaoana, ni kama wazazi tunasema bwana. so, <laughs> ah, wazazi gani? Huu ni uhuni, yaani kama kuna nafasi ninyi kuoana maisha eni. Unajua, ndoa ina hadhi yake, sikufichi pipipi mimi tangu nianze kumfahamu Hamisa Mobeto sijawahi kumuona na tabasamu la bashasha kama sasa hivi, akiwa kwenye mechi za, za nini za Samia Cup. Aziziki yuko na Mobeto katulia, wallahi ni Mobeto, yeye anavuta. Mashaallah, Mobeto eh asikia anakuwa mweupe, sio kwamba anapaka vilosheni, vilosheni vya Hamisa lotion ya nini? joto uh -huh. tu ukikumbatiwa sometimes joto unaona shangaa, uh -huh. tunakuwa mweupe, ukiona ile huba limezidi, huba yeah. zito mashallah. Aa. Amisa Mobeto hajawahi kuandika ujumbe mzuri kama alomwandikia Aziziki kwenye birthday yake. Ule ujumbe sijawahi kuona kwa mwanamke yote Tanzania tangu nikaa mimi kwenye kwenye hizi hizi harakati, sijawahi kuona ujumbe kama adabu na za ndani nyingi ujumbe. ujumbe wa wa Amisa Mobeto kwa Aziziki mzito, ile dua ile dua pipipi, ile dua ukiomba wewe kwa mwanaume wako unaolewa kesho Ah, nakwambia, anapoa kesho mume wangu. Angalia hicho kiposti amesometo kazikii, ujumbe wa maana nakwambia Mwenyezi Mungu atakujalia. Basi nikasema ah, mas... mke si ndio huyo. Ah basi mke ndio huyo. Ah. Unafikiri ile taarifa ya Yanga kusema kwamba Aziz Ki mm, kwenye mechi ya dabi ana mashaka ya kucheza uliambia ugonjwa ah, wake ni nini? <laughs> <laughs> <laughs> Ah, wanasema shida ilikuwa nyonga ah, ah. Sasa ndoa mbichi uka uh -huh. Nyonga kidogo ina shida, unakutana una huko ya ya e, na dabi ya hapo? Tuseme kwamba e ameshukuru sana tarehe nane mpira ulivyo, amesh anapata muda kuenjoy na mpenzi wake, ila ah, ni kweli maana ile ilikuwa ni changamoto kwake inabidi umwache, hajapata nafasi bado ya kukaa na afu, ukiangalia ndo anaooae unaoga maji ya iliki, hatari pipipi ah. hizi ndoa hizi. Kuolewa wengine wana nyota ya huyu naye, kuna wengine wana nyota za huyu naye, una force upendo nyota ya huyu naye, ukiwa na mwanaume huyu naye uyu naye tu mtu mt akuoiai akuoing'o Faima yule pale naleifana na miaka mingapi? Yani wali ndo kabisa maita kinganga kama ndio wa serikali. Mm. Unaambiwa ukikana mwanaume miezi sita Mm. Ni mke na mume wale basi ya serikali wamepita yani, yani wale kama kuja kufanya harusi, sio tena harusi, wanatimiza miaka ya ndoa hey, miaka ya ndoa hey. Tunasema hivyo eh hey, lakini na wenyewe wana kashkash nao, ila tuwaombe Mungu tusubirie wale. Kwa jinsi mimi ninavyoona mwana Rayvanny na Faima, ndio kuna kipindi fulani mambo alikuwa ovyo kabisa mambo alikuwa yaendi kabisa hapo kwenye mstari. Mambo alikuwa kwenye mstari mwekundu, yani mm. shughuli sha kuanzito kila mtu baba jeni, bye bye yani ndio kama vile wanakuambia hivi nani, mchele umeingia mchanga mm. Uh -huh. lakini ndio mwanaume yeye akasema sawa, mimi kwa sababu ya naamini kila kitu ndo baada ya kutoka pale akaenda kuona nani mm. na Paula ambaye sasa hivi ni shimejetu kwa Mario, kwa Mario mama ndio mama Amala mama Amala tayari mm. baada ya hapo sasa mwanamke kula bwana? Hapana, hapana. Unajua, kama ushakula sosaji na mkate siku kwa siku, ukiamka asubuhi ukala skonsi, unakuwa una staa unakuwa ukaona hapana, bora endelee kuwa, hey, mm. kuwa kungangana kinganganizi ni na mimi, ki, na mimi kitu ambacho adabu nampongeze ile faima hata mm. mi mwenyewe nikikupenda ya nini mm. nijichoshe ya nini mm. kupa nangania, moyo sonona Ng'ang'ania Pro Max. Ng'ang'ania ya yani eh, ya, ya wewe ng'ang'ana mpaka mwisho <laughs> afe kipa, mpaka afe afe beki. Beki. Mm. Mwisho upo naye. Mwendo e, wa kung'ang'ania eh, kama unaona huna eh, dalili za kuolewa ng'ang'ania uolewe maisha haya ndio haya, kwa nguvu, kwa namna yoyote. Usipoelewa ya una heshima kabisa, yani mtu asipokuwa o, kama wewe ni mwanamke unaonekana wewe ni demu opa opa, alitingisha hapa katikati hapa, wa siku wameachana, mwisho wa siku tukawa tunaona tulifunga midomo nakwambia wengine mpaka kula tulishindwa lakini ndo hivyo, ndo hivyo watu watu watu wako kwenye ndoa, yani. Sisi tunaombea dua ndio kwa watu ambao wameoana tunaombea dua waendelee kuishi na tunaombea mengi mengi mengi katika ndoa yao kama wana watoto wawili Mungu awaongezee wapate na wengine kabisa Amin. Kwa ambao hawajaolewa sijui tuwaombe nini na ambao hawajaoa sisi tufunge, tufunge hapa mm -hmm. Lakini kwa kufunga kwetu mm -hmm. tusome dua tunaomba uh -huh. Ambao hamjaoana muoane. Wale ambao mnadanganya watu, mtoa kabla Ramadhani pia muoe. Amina, asanteni sana.